So, leo tunaingia siku ya tatu, yeah, maandamano. Maandamano ambayo, ya ya maandamano maandamano ambayo yangeweza kuwa yamezuilika kwa sababu ni, ni mienzi sasa, wananchi tunaongea tunawaambia jamani, Oktoba tutatoka, tumeongea lakini ilikuwa tu ni vitisho kutufata DM kututisha, tutawaua, si tutafanya nini, nyie mtapotea. Ilikuwa ni kutucheka eh, kupanda kwenye masteji yao na kutucheka, apuuzowa apu, mitandaoni yao sijui nini wa mitandaoni. Mimi personally, mpaka nilikuwa natukanwa na Watanzania nikiwa nafanya zile video za kuwaomba kuwaomba Kikwete, Samia, kuwaomba kwamba guys, tusikilizeni, tuko serious. Kuna video nilifanya, namwambia, nawaambia Samia na Kikwete, hawa watu wataandamana, wanaandamana, machafuko yanaenda kutokea tarehe tisa, ongeeni na sisi, lakini wakaamua wao ni wababe, wanataka tu ubabe kwenye nchi. Sasa ubabe leo ndo umetufikisha hapa, na mtu yote asi, asiwe asigeti twisted. Sijui kinachoendelea hapa sasa hivi, ni kosa la nani? Sijui nani alaumiwa. Don't get it twisted, wakulaumiwa hapa ni watu wawili, Kikwete na Samia. Hizo mtu mbili, hawa ndio wanafanya sasa hivi nchi kwa kwenye machafuko, na hawa watu wawili ndio wataji mpaka dakika hii. Hawa watu wawili wana uwezo wa kumaliza hili jambo, sasa hivi wana uwezo wa kufanya Tanzania sasa hivi ikarudi ilivyokuwa siku mbili zilizopita. Hawa watu wawili wana uwezo sasa hivi, kwa sababu the only thing wa cha kufanya wao ni Samia tu kusema, hey you know what, ngoja nichukue matrilioni yangu ambayo nimeshawaibia, hey ni kale zangu maisha, sijui wapi huko Dubai, maana familia yangu, haya Watanzania, mimi naacha nawaachieni. Ngoja niwapeni katiba mpya rudi kwenye uchaguzi. Mimi naendelea na maisha yangu. Simple is that. Lakini haiwezekaniki. Sababu hawa ni watu ambao wameshajiaminisha wao ndio wana hati miliki ya nchi. Na sio kwamba tu kujiaminisha. Unajua siku zote unajua kinachowafanya hawa kina kikwete samia eh na hawa wanamtandao wanashindwa kutoa haki kwa Tanzania leo. Kinachowafanya wanashindwa kutoa haki leo hawa kwa sababu hawa watu kina Samia Kikwete hawa wana mtandao hawa watu ni wanyonyaji, wanyonyaji. Wameshazoea kuwanyonya Watanzania miaka yote wanawanyonya. Kwa hiyo mnyonyaji siku zote ha, hapendi kumpa haki yule anayemnyonya. Akishampa haki anamnyonyaji tena anamnyonyaji tena, ndio hichi kinacholeta kina shida Wanatupa haki sasa hivi, afu watatunyonyaje tena? Watatuibiaje tena? Watauzaji tena rasilimali zetu wakishatupa katiba mpya? Tatizo ndo liko hapa. ili wangojeni, niwaambie kitu wa Tanzania, mabadiliko yoyote ambayo yanaenda kuwa ni makubwa sana kama haya tunayoyatafuta ya katiba mpya na ya uchaguzi kurudiwa, haya ni mabadiliko yaenda kubadilisha nchi. Mabadiliko ya hivi hayajagi hayajagi kirahisi, hayajagi bure, huwa yana gharama, kwa sababu ya wale wanyonyaji. Hapa Marekani tu na no, ndio watu hapa Marekani hawa Wamarekani weusi wa hapa wa- walipigania hizi civil rights, walikuwa kwenye civil rights movement, walikufa maelfu hapa mpaka wamekuja kupata ile sheria imepitishwa ile Civil Rights Act, ambayo sasa ndio ikamweka mtu mweusi almost kwenye level moja na mzungu, yani kwenye ile haki kuweka kwenye level moja, mpaka wamekuja kuipata. Ile ndugu zangu walikufa, walifungwa, walinini, kwa sababu hawa hapa weupe wa wapa alikuwa wanawanyonya. Sasa wakiwapa haki wanawanyonya tena? Mtu umeshaenda umempa ume, ume haki mpaka umelingana naye unamnyonya vipi? Walikuwa wanataka wale wabaki hapa ili waendelee kuwatumia. It's the same thing na sisi kwetu. Sasa hivi tunalipia gharama ya sisi kwe, yani nchi nzima kuwa kwenye same level, kwamba sasa hivi tunachopigania ni nchi nzima kuwa kwenye level moja, ni nchi nzima kuenjoy rasilimali za nchi tugawane. Kama nchi inapata inapata shilingi kumi, watu milioni sitini tugawane zile shilingi kumi. Sasa hivi kinachofanyika ni kwamba nchi inapata uh, shilingi kumi, lakini watu milioni sitini tunapewa shilingi moja tugawane watu milioni sitini alafu zile um, shilingi tisa wanagawana watu mia sasa hawa watumia wanaogawana zile shilingi tisa sasa hivi ndio tunawaomba haki. Sasa hawa tunao waomba, yani hawa wenye hizi shilingi tisa watumia, ndo sasa hivi tunawaomba haki. Sasa wanaona ah, tukiwapa inabidi na sisi tukagawane nao, si bora tuwaue, tuwafe ili tusigawane nao. Ndo tatizo liko hapa, na sasa hivi Tanzania kama nchi tunachokipitia sasa hivi tunalipa gharama ya vizazi vyetu kuja kupata haki, kuja kuikuta Tanzania yenye katiba mpya, ndio tunachokipigania hapa. Lakini nafanya hii video, nataka kuwaomba na rudi tena kwenye ma, kwa magoti. Sijui kwa nini, kwa Samia, Kikwete na wenzenu, tuoneeni huruma. Watanzania wanaumia wanaandamana, kwa sababu imewabidi, ime hakuna jinsi. Tulikuwa tumefika pabaya sana ku comment tu, ku comment tu, unafatwa DM unataka kufa, tutakuteka. Ku comment tu, unatekwa. Ku comment rais anasema ah, kifo, kifo. Tulikuwa tumefika pabaya, tumefika sehemu hata hamjali tena kuhusu uchaguzi wa haki. Ndugu yangu, yani amuogopi uchaguzi una mgombea mmoja, tundulishwe kwa jela, kasi ni nini? Yani tulishafika pabaya, ilibidi tueni watu watoke, tupambane ndugu yangu, la sivyo tusingetoka tukapambana, sijui mngeenda kutufanya nini. Na hata sasa hivi ndugu zangu, nitawaambia msirudi nyuma. Hata sasa hivi tukirudi nyuma, he, Samia akajipitisha hapo akashinda, ndugu zangu, ndugu zangu, hmm. <tuhum> Sisi tutaenda kuishije? Ndio maana nawaambia hakuna kurudi nyuma, tumefika point of no return. Wataamua wao bwa, tufanye nini? Nchi nzima wataamua wao. And last but not least, naomba naiomba international community I, ipigie kelele. Nataka niwaambie kwamba mnaenda kushinda. Kwanza hapa mpaka hapa mmesha shinda, mnashinda, mtashinda na tukishashinda ndugu zangu, <laughs> hey, tunaenda kuibadilisha hii nchi, tutashinda na nchi yenu mtaipata, mtaipata nchi yenu, ila msi give up, msikate tamaa. Tumeshapoteza ndugu zetu, tuhakikishe ndugu zetu tuliwapoteza walipotea for something, kwamba hatukuwa let down Tukigive up sasa hivi tumewalet down wale ndugu zetu tuliwapoteza, tusiwaangushi. Tutashinda. Ya, e bwana, na kuwa vipi mwanaswahili TV. Hujambo na karibu kwenye makala hizi. Kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea nyuma pazia nchini Tanzania. Ikikumbukwa kuwa jana tarehe 29 mwezi wa kumi walikuwa na uchaguzi ambao umefanyika. Na ni uchaguzi ambao umesheheni vurugu mechi. Sasa vijana wa majenzi wanasema kuwa wanataka haki zao. Sasa kuna video moja ambayo imefanywa na mwanadada mpambanaji ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Ni video ya dakika nane na sekunde kadhaa, naongelelea ishu nzima ile hali ya wananchi kuomba kile ambacho tunachokiita haki na viongozi wao kujitia hamnazo. Sasa hivi ndo vitu ambavyo vimepelekea vurugu mechi nchini Tanzania. Maandamano bado inaendelea, vijana wamejinziswa, wanasema kuwa ni lazima wapate haki, ima fa ima watashiriki kwenye maandamano. Sasa jana kulikuwa na stories ambapo kuna baadhi ya Wakenya ambao alikuwa na hamu ya kufika kule mpakani ama nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwasaidia kuandamana katika sehemu husika, lakini asasi za kiusalama nchini Kenya walitoa onyo kali wakisema kuwa wale ambao wanaishi mpakani wakileta vurugu watakabiliwa na vyombo vya dola kutoka nchini Kenya. Kwa hiyo Mange amefanya video hii, ameongea kwa machungu zaidi kuhusiana na vitu vingi ambavyo vinaendelea nyuma ya pazia nchini Tanzania, kwa maana jana pia kulikuwa na stories ambapo kuna baadhi ya viongozi ambao walilazimika kutoroka nchi kupitia uwanja wa ndege ama sehemu tofauti tofautitofauti, ndio angalau wananchi wasiwafikie. Kwa hiyo nimejaribu kudadavua mengi, ndio angalau nipate kujua hali halisi, hii ishu nzima ya Mange Kimambi, ile hali ya watu kuandamana nchini Tanzania na vikorombozo vyote ambavyo vinafanyika nyuma pazia, ndio angalau tupate kujua hali halisi. Kwa hiyo usisahau kusubscribe kulike, na vile vile kushare. Kuna baadhi iya wale ambao wamedondosha comment zao kwenye hii posti ambayo imewekwa na Mange Kimambi na ameongea kwa hisia kubwa zaidi. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Twa Mwaipaya ambaye anasema kuwa madai ya waandamanaji: matokeo ya uchaguzi yafutwe, katiba mpya, waliotekwa waachiliwe huru, tume huru ya uchaguzi na utawala wa haki. Sasa, huo ni mtazamo wa Twawa mwaipawa. Sasa kuna mwingine ambaye anajulikana kama Nasimiu, huyu ni kama ni Mkenya, anasema kuwa Let's say something about God. He will, uh, answer prayers. Alafu wakili Kariago Juni anasema kwa penzi moja wa Tanzania TZ one love. Vumbi la Kongo Mbea anasema wabongo yashikwe na turodhoshe mahitaji yetu ya kimkakati Samia kukataa katiba mpya na tume huru na uelekeo ni Ikulu leo. Alafu kuna mwingine ambaye anajulikana kama Panga Home Movers anasema Baba Levo ana posti cheti cha kushinda ubunge, watu tunalia ndugu zetu, kwake ni Goba mpakani ukitoka njiani aa, namba nne badala ya daraja unaingia kushoto. Nyumba yake iko karibu na barabara sasa. Huyo ni kama anajaribu kutoa hamasa kwa wale ambao wanataka kuwavamia baadhi ya washawishi ama tuseme influencers, na vilevile vile, wanamziki kwa maana kuna wengi ambao walikuwa wanasema kuwa kuna uwezekano ya wale ambao wanafagiria chama cha CCM na vilevile vile kumsupport mama Samia Suluhu Hassan inafaa wawajibishwe na wananchi. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Sara Ngoka, na mtu anasema tusisahau ma bango ili dunia ijue kwa nini tumeandamana. Alafu mwingine anajulikana kama Aisha Msage anasema Thunder VPN. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, like na vilevile kushare, kwa maana hizi ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya mwanadada mpambanaji, muite Mange Kimambi, mwanadada ambaye ametoa hamasa kubwa zaidi kwa Watanzania kwa ujumla kuhakisha kuwa wamepata haki ndani ya nchi yao. Hata ingawa wakati huu yuko kule nchini Marekani, kuna wengine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 kwa sababu hawa hapa weupe wa hapa walikuwa wanawanyonya. Sasa wakiwapa haki wanawanyonyaji tena. Mtu umeshaenda umempa ume, ume haki mpaka umelingana naye. Unamnyonya vipi? Walikuwa wanataka wale wabaki hapa ili waendelee kuwatumia. It's the same thing na sisi kwetu. So, sasa hivi tunalipia gharama ya sisi kwa, yani nchi nzima kuwa kwenye same level. Kwamba sasa hivi tunachopigania ni nchi nzima kuwa kwenye level moja. Ni nchi nzima kuinjoi rasilimali za nchi, tugawane. Kama nchi inapata inapata shilingi kumi, watu milioni sitini tugawane zile shilingi kumi. Sasa hivi kinachofanyika ni kwamba nchi inapata uh, uh, shilingi kumi lakini watu milioni sitini tunapewa shilingi moja tugawane watu milioni sitini, alafu zile um, shilingi tisa Wanagawana watu mia. Sasa hawa watu mia wanaogawana zile shilingi tisa sasa hivi, ndio tunawaomba haki. Sasa hawa tunaowaomba, yani hawa wenye hizi shilingi tisa watu mia, ndio sasa hivi tunawaomba haki. Sasa wanaona tukiwapa inabidi na sisi tukagawane nao, si bora tuwaue tu wafe ili tusigawane nao. ndio tatizo liko hapa. Na sasa hivi Tanzania <coughs> kama nchi, tunachokipitia sasa hivi, tunalipa gharama ya vizazi vyetu kuja kupata haki, kuja kuikuta Tanzania yenye katiba mpya, ndio tunachokipigania hapa. Lakini nafanya hii video, nataka kuwaomba, narudi tena kwenye ma, kwa magoti siu. Kwa nini? kwa Samia, Kikwete na wenzenu, tuoneeni huruma. Watanzania wanaumia, wanaandamana kwa sababu ime, imewabidi, hakuna jinsi. Tulikuwa tumefika pabaya sana. Ku comment tu, ku comment tu, unafatwa DM, wewe unataka kufa tutakuteka. Ku comment tu unatekwa. Ku comment, Rais anasema ah, kifo kifo